Naitwa Dr. Paschal Ndaro Kulwijila, ni daktari bingwa wa magonjwa ya ndani. E, napatikana katika Hospitali ya Taifa Muhimbili Mloganzila. Leo nitaongelea kwa habari ya ugonjwa wa pumu au kitabibu tunaita asthma. Ugonjwa huu ni ugonjwa sugu unaoathiri njia za hewa ambao unafanya njia za hewa kuvimba pamoja na ongezeko la uzalishaji wa makohozi ndani ya hizo njia za hewa. Hizi zote mbili zinafanya njia za hewa kuwa ndogo, ambazo ndizo hupelekea dalili za mgonjwa anapoanza kusikia dalili na kuja hospitali. Dalili hizi ni kukohoa, hasa hasa usiku ukielekea alfajiri. mara nyingi kikohozi kinaweza kikawa kikavu au kikawa kinatoa makohozi madogo madogo sana. Wagonjwa wengine wanaweza wakasema kama inafanana kama viguloli vidogo vidogo, lakini pia Uh, ugonjwa huu unaweza ukamfanya mtu akashindwa kupumua, kapata shida kupumua kwa sababu njia za hewa tayari zinakuwa ndogo kuliko kiachilia kia zilivyokuwa hapo awali au za mtu ambaye, za mtu ambaye hajaathirika na ugonjwa huu. Lakini pia anabanwa, anaanza kuhisi kama kifua chake kinabana. Hii yote ni kwa sababu ya njia za hewa zimekuwa ndogo na mgonjwa anashindwa kuvuta na kutoa hewa ndani vizuri kama ambavyo mtu ambaye hana ugonjwa huu angeweza kufanya. Hizi zote kwa ujumla zinaweza zikawa ni dalili ni dalili za mgonjwa wa athma. Lakini pia tutafanyaje sasa kama mgonjwa huyu ukikutana naye, yuko nyumbani? Mara nyingi wagonjwa kama hawa wanakuwa wanajulikana kabisa kwamba ni wagonjwa wenye athma, na mara nyingi hospitali wanapewa elimu pamoja, ya maana wakiwa na dawa zao zile ambazo zinawasaidia katika ile hali ya udharura, au katika kujitoa katika ile hali ya shambulio la pumu. Dawa hizi ni zile dawa za kuvuta au kwa kitaalamu wanaziita inhalers. Ah, kwa hiyo kama utakutana na mgonjwa huyu nyumbani amepata na hii shida, ni cha kwanza kabisa ambacho wanaweza kukifanya kwa mgonjwa huyu ni kumweka, kumtoa wasiwasi, kumtoa wasiwasi kwa namna kwamba aone kwamba ile hali itahudumiwa au atapata huduma hapo ulipo, kwamba utaweza kumsaidia na ataweza kupata, kupata nafuu lengo ni kumtoa ile wasiwasi kwa sababu wasiwasi wasi pia inaweza kawa ni kuchocheo cha kuendelea kumfanya akashindwa akashindwa akashindwa kupumua zaidi. Mgonjwa akae katika hali ya kifua chake kuwa katika hali ya kusimama hivi, itamsaidia mgonjwa kuweza kuvuta na kutoa hewa yake ndani vizuri. Lakini pia unaweza sasa ukatafuta dawa yake ilipo na ukamsaidia akaweza kuvuta. Dawa hizi zinafanya kazi kwa haraka zaidi na zitaweza kumwondolea ile shida ya kupumua ndani, ndani ya muda mfupi. Lakini wakati lakini, kipindi unafanya mambo hayo yote, endelea kuangalia upumuaji wake unaendeleaje. Ukiona upumuaji wake unakuwa katika hali mbaya, ndivyo utachukua hatua ya kutafuta kituo kilicho karibu yako aweze kupata matibabu zaidi. Vilevile vile, napenda kutoa wito kwa watu au wagonjwa wenye changamoto au ugonjwa huu wafike katika hospitali ya taifa ya Muhimbili Mloganzila katika kliniki zetu ambazo ni kliniki, ambayo ni kliniki ya magonjwa ya mfumo wa upumuaji au wengine wanapenda kuita kliniki ya mapafu, ili wapate uchunguzi wa vipimo, matibabu pamoja na ushauri ushauri ambao wanaweza wakaupata hapa kwa kitaalamu zaidi, namna wanavyoweza kuishi na ugonjwa wa athma. Kliniki hizi zinaanza saa mbili asubuhi mpaka saa kumi na moja jioni kila siku Jumatatu hadi Ijumaa.